Mtazamaji upasuaji wa miili ya vijana wawili waliopigwa risasi na maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya Jumatano mjini Emali kaunti ya Makueni unafanyika leo katika hospitali ya Kilome Nursing. Kufikia sasa hakuna aliyekamatwa kufuatia mauaji hayo. Michael Mutinda amefika uh, katika hospitali hiyo na sasa tunaongea naye mubashara kwa mingi zaidi. Mutinda.

hospitali ya Kilome Nursing ni mjini Emali ambapo a, nyuma yangu hapa ni chumba cha kufanyia upasuaji miili ya vijana hao wawili ambao walipigwa risasi a, Jumatano iliyopita, na tayari a, tunavozungumza ni kwamba mwili wa Makau Mutuku mwenye umri wa miaka ishirini na tatu ameweza kufanyiwa upasuaji a, tayari na familia yao ambapo familia zao zimeweza kufika hapa, wanazidi kusubiri a, matokeo ya upasuaji huo a, tayari mwili wa Gaston Motisia mwenye umri miaka uh, 33 ambaye pia alipigwa risasi wakati huo wa maandamano, ndio kwa sasa upasuaji wake unaendelea, na ni kwamba hawali tulipozungumza na familia hii uh, ilisema kwamba cha muhimu wanachohitaji hapa ni kuona haki imetendeka kwa ajili ya wana wao hawa, na hapa ndani kuna maafisa wa wa IPOA, kuna maafisa wa DCI na vile vile kuna wapasuaji mpasuaji mmoja wa serikali, na vile vile mpasuaji mmoja ambaye ametumwa na serikali ya kaunti uh, ya Makueni kwa ajili ya kuwapata haki katika upasuaji huo. Kwa hivyo, tutakuwa tukisubiri tu muda mfupi, watakapotoka hapa, tutaweza kusikia nini hasa ambacho wameweza kubaini katika uh, upasuaji huo lakini a hapo hawa walikuwa tu kuangalia na macho ni kwamba, uh, vijana wale wawili walikuwa wamepigwa risasi kifua. Ni mmoja alipigwa risasi, uh, risasi upande wa kulia wa kifua na mwingine akapigwa risasi upande wa kulia wa kifua. Kwa hivyo, uh, wanaamini kwamba walipigwa na maafisa wa polisi, lakini kufikia sasa hakuna uh, yeyote ambaye ameweza kukamatwa kufuatia uh, tukio hilo la kupigwa risasi siku ya Jumatano na tutakuwa tukisubiri kuona, je baada ya upasuaji huu kufanyika na matokeo kutoka je Ata ambacho hivyo sobiri, ni nini haswa kitakachofuatilia. Je, kuna afisa yoyote ambaye ataweza kuchukuliwa hatua na kuweza kukamatwa, haswa kuweza kujukumikia hatua hii ambayo ni kitendo ambacho kimeweza kushtumiwa na wengi kwenye eneo hili. Kwa hivyo sina la ziada hila tu kusubiri, lakini ni kwamba miili hiyo ya kwanza umefanyiwa upasuaji na mwili wa pili ambao ni Gaston Mutisia, kwa sasa upasuaji unaendelea. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mjini ya Emali, mimi ni Michael Mutinda Masharima. Na mshukrani Mutinda atatupa maelezo zaidi katika taarifa zetu za baadaye. kwengenek